Hapa ni Luhihi, hapa ni Luhihi ku position ya M23. M23 walienda leo usiku bila kulaga Luhihi. Hapa population inalunguza manyumba uh, population inalunguza manyumba ya M23 Luhihi, uh, ndio vile. Hapa ni Luhihi, tunapatikana Luhihi sasa. Wanaenda tujue wanaenda wapi ma mateni bana, pasula population bana, bana choma manyumba ha, ni kwa hiyo, hapa ni Luhihi walienda bila kulaga, tujue wanaenda wapi. Tuko liberali ya Banyarwanda bateke waende kwao, hatubataki Mkongo. Hapa ni Luhihi, Luhihi hapa masasi ziko nalia, baliacha ma masasi nini. Masasi zikona pasuka, pasuka sale taa kuake ndio vile. Oh, hapa ni Luhihi, baliacha mama <laughs> sasi kule kunani yavo mukae yavo baliacha mama sasi. <laughs> <coughs> Ndugu watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini News, baada ya kusikiliza na kujionea wenyewe kama anavyoongea mkaaji huyo, basi moja kwa moja tunaenda kuungana na mwingine mkaaji ambaye aliweza kushuhudia mambo, lakini akaweza kujitahidi kuweza kuondoka na akaponyoka zake, lakini tukaweza kufanyikiwa kufanya naye mahojiano licha ya kwamba ameweza kuondoka na kwenda kubaki mahali ambapo amekwenda kutulia, bahada ya kushikwa na mshtuko na kuweza kupata pumziko ndogo la kupunga hewa, tukafanya naye mahojiano. Lakini kadiri mnajua, maeneo anakopatikana lazima kumhifadhi, tulijaribu kufanya mahojiano kwa namna hii tukibadili sauti kama mtakavyofata. Kwa namna hii ndiyo ndapata maimashi na napata ma ma video zingine za chakula zezi na nani, ni kukuambia ukweli ah, kuchoma hiyo manyumba haikuwa kusema seme ni furaha wala ni hasira okay, juu siku ya sita samedi tumeona mlolongo ya

ninapokuelewa ni kwamba ile Luhihi ni eneo la uchimbaji madini ndio, ndio, ndio. Ni eneo la uchimbaji madini, na wakati ilianza kaanza ili kilima ambao wanaita nyenyezi, ah, kilima ambao walivundua kwa, ni kilima ya kilima ya Lomera kwa chef de village Mongara, na yale maji ambayo yanaonekana kama vile ziwa. Je, ni ziwa Kivu au ni mto mwingine? Ndio, ndio ni ziwa Kivu. Na, na nilipokufata vizuri ni kwamba waliokwenda kuchoma zile ile kambi ni wenyewe ambao walikuwa pale wapiganaji wa M23 ndio walikwenda kuchoma nyumba zao wenyewe. Au, ya ba, yaani kambi yao wenyewe, si ndio? ishirini na tatu nwau baws nashukuru sana, uh, nashukuru sana. Tuseme kwa wakati kama huu uh, tayari M ishirini na tatu wameisha rudi pale, si ndio? Okay, sawa. Hapa eh, ni Luhihi hapa ni Luhihi, u position ya M23 M23 balienda leo usiku bila kulaga Luhihi. Hapa population alunguza manyumba uh, population alunguza manyumba ya M23 Luhihi, uh, ndio vile hapa ni Luhihi, tunapatikana Luhihi se wanaenda, tujue wanaenda wapi? Ma, mateni wanapasula population, wanachoma manyumba ha, ni kwa hiyo hapa ni Luhihi, walienda bila kulaga, tujue wanaenda wapi? Liberela wanyarwanda wateke waende kwao, awataki Mkongo. Hapa ni Luhihi, Luhihi hapa Masasi ziko na lia, baliacha mama sasi nini, masasi ziko na pasuka pasuka, sale tayakuaci, ndio vile. Hapa ni Luhihi, baliacha mama sasi kule kunani yavo mukaya yavo, baliacha mama sasi.